Tumekata ngebe. <laughs> Hilo ndo jambo la msingi ambalo tunapaswa, tumekata ngebe sasa. La semaji wa Kafu kama umeratibisha rasmi e, uliona <laughs> mbali e, semaji la fainali <laughs> ya Kafu imeongezeka <laughs> <laughs> Jingine sasa, tunachoweza kusema ya kwamba kazi tumeimaliza lakini hatujaikamilisha. Kukamilika kwa kazi hii ni Simba kuchukua ubingwa huu wa CAF Confederation mwaka 2025. Na hili niwaambie ndugu zangu wanasimba hili linawezekana sana. Mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye katika mchezo wa fainali ni mpinzani ambaye kwanza tunamfahamu lakini pili tunamheshimu, lakini tatu ni mpinzani ambaye tunaweza kabisa kumfunga na Simba tukachukua ubingwa. Kuanzia hivi sasa, niwaambie wanasimba turudi tena mapangoni turudi tena machimboni, tuanze maandalizi ya kwenda kumfunga Berkane mnyama, tuchukue ubingwa. Niseme tu ya kwamba Simba hatuko tayari kwa namna yeyote ile ubingwa wa kombe la Afrika ukachukuliwa ndani ya ardhi yetu, ukachukuliwa mbele ya watu wetu watakaokuja Benjamin Mkapa. Hilo haliko tayari. Hatuko tayari hata kidogo. Kwa hiyo tunaanza mikakati hivi sasa, maandalizi hivi sasa kwenda kuchukua ubingwa huu, na tunabeba goli moja la Jean Shale avua, ndilo ambalo limetupeleka fainali. Kama wao goli lao moja iliweza kuwavua ubingwa Zamalek, na sisi goli hilo hilo moja limetupeleka fainali. Kimsingi tu ni kwamba eh, mwiba umeingilia ulipotokea wao walifuzu kwenda fainali kwa goli moja, na sisi tumewatoa kwenda fainali kwa goli moja. Uh, ili kufikia level yao kwenye kombe la shirikisho na nyinyi mtakuwa ingia fainali na mpate medali na miaka yote tunapoizungumzia fainali, Wanasimba tulikuwa tunaweka wazi ya kwamba tunataka kuifikia rekodi yetu ya mwaka tisini na tatu. Sisi ndio tumesimamia hapa, uh, na hii kwetu sisi inakuwa ni fainali ya pili ya michuano ya Kafu. Kwa hiyo mzani tulio ubalansi ni mzani wetu sisi wenyewe wa mwaka tisini na tatu. Rekodi tuliyoifikia ni rekodi yetu sisi wenyewe ya mwaka tisini na tatu. Lakini tukasema inatosha sasa. Hatuwezi kuendelea kujivunia rekodi ya mwaka tisini na tatu. Wengi wenu mlikuwa hamjazaliwa na ndo maana hamtuelewi. Sasa acheni tukaandike rekodi nyingine mpya ya zama hizi na kizazi hiki, ili nyie wote muwe mashahidi ya kwamba Simba amefika fainali, amecheza fainali. Kwa hiyo tumebalanse, tume mizani yetu sisi wenyewe, tumecheza fainali mwaka 93, tumecheza tumecheza fainali mwaka 2023, ameendelea kufanya vizuri, na hiyo ni cha mtoto Isaya Dede cenye yeah, yeah. Fainali ndio tutafanya kufuru kubwa mji mzima ama nchi nzima watu wataangalia fainali barabara. Yes mm -hmm. Tunachotaka ni kulibakisha kombe na... ni yeah. Ni kombe ni yes. Tanzania hatuko tayari kwa namna yeyote ile. Fainali inachezwa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, fainali inamalizikia mbele ya mashabiki wetu elfu sitini watakao kuja Benjamin Mkapa, katika ardhi hii ya, ya, ya mama Samia. Kombe la kafu liko pale, halafu tuliache liondoke liondoke na Mwarabu. Hiki ndio kitu ambacho hatutaki kukiona kinatokea kwa namna yeyote ile. Kwa ufupi ni kwamba hatutaki kuvuliwa taulo kwenye kwenda kupambana kadri inavyowezekana, kombe libaki hapa Tanzania. Sasa la semaji wa kafu kama umeratibisha Yeah. <laughs> Uliona mbali, yeah, semaji <laughs> <laughs> la fainali ya CAF imeongezeka nyingine msafi. Lakini hapa tunaangalia uwezekano kama ambavyo amesema mwenyekiti wetu jana, tunaangalia uwezekano wa kwenda Pemba kwenda kushiriki kombe la Muungano. Hey, imeanza iko sawa, lakini tunaangalia uwezekano na sisi kwenda Pemba kushiriki kombe la Mapinduzi. Yes, sisi tuanze finali, tuende finali yes. <laughs> Kwa sababu sisi tumezoea kufika finali. Waandaaji ndio watakaoamua au kama wanaweza, kwa kuwa nyinyi ni na finali ya kafu, basi automatic mje mcheze finali kwenye nani kwenye, kwenye, kwenye Muungano, sisi tuko tayari na nyinyi ndo mabingwa watetezi wa Muungano jana exactly. <laughs> kulikuwa <laughs> <laughs> <Yeah>. um, <laughs> uh, na clip ya ngoma alizungumza yeah. <laughs> kwa hisia sana, kwamba timu za Tanzania hakuna kuongea tena eh. Watu wengi wamecomment wanasema kwamba kumbe ilikuwa na wauma sana kuambia mjacheza fainali ilikuwa na wauma kimsingi. Tumekata ngebe hilo <laughs> ndo jambo la msingi ambalo inapaswa tumekata ngebe na msimu huu nadhani katika misimu ambayo tulidharaulika sana ni pamoja na msimu huu. Ndio maana anaweza kamona hata Ngoma alifikia msimu vile na kila mtu anaweza kusema nac msimu huu, na anameza kusema, anameza kusema. Msimu huu e, wakati tunamleta tuna fadlu e, kibeki zilianza kwamba wamechukua kocha wa kawaida e, wamechukua kocha msaidizi hana uzoefu kocha amechosha timu sijui ligi, si maneno yakawa mengi, sisi tukanyamaza tu tukaanza e, kushiriki e, michuano ya kafu. Pinzani wa kwanza alikuwa ni, ni Al-Ahli Tripoli. Wakasema Simba mwaka huu haendi makundi, Al-Ahli Tripoli ana mabululu, sijui ana nani, Simba shughuli yake imeishia hapa Tukamtandika Al Ahali Tripoli bao tatu kwa moja, safi kabisa, nyama akaenda zake group stage, waarabu wawili na msauzi kusini mmoja. Uh, wakasema wakapanga kabisa wenyewe kwamba wa kwanza Constantine, wapili Sfaxen, watatu Bravo, Simba atajiangalia sehemu ya kujiweka hapo katika hali ya kushangaza mnyama ndo tukaenda kuongoza hilo kundi, ambalo wao walituweka sisi watatu ama wanne pap. Tukaangukia kwa, kwa farao Misri, wakasema sasa hapa ndio anakwenda kuishi kwenye jina lake la siku zote la mwaka robo. Tukaenda tukapambana naye Almasiri, tukamtandika bao uh, tukamtoa kwa penati bao nne kwa moja. Tukaangukia kwa Stellenbosch, wakasema tena Stellenbosch kamtoa Zamalek, Simba ni nani anaondolewa Bosch tumemtandika goli moja kwa sifuri, nyama ameingia fainali. Kila ambapo walikuwa wanatusubiri tudondoke, kila ambapo walikuwa wanatamani Simba ianguke, tumewa surprise na tumekwenda hatua ya juu zaidi. Kwa hiyo mafanikio hayo lazima sisi tujivunie, lazima tujitambie nayo. Lakini vile vile wao walidhani kwamba fainali ya kafu ni kitu kigumu kwa Simba Sports Club kwa sababu wao walipita kwa ndondokela wakakutana kutana na maiti ah, mpaka wakafika fainali wakafikiri, na kwa simba pengine ingekuwa ngumu. Simba ni timu ya kitaalamu baba, tumetoboa tena kwenye njia ngumu ya mateso kweli kweli, tumefika tumefika zetu fainali. Na hapa fainali hatuishii hapa, tunaangalia ubingwa wenyewe.